Asalamu alaikum guys, leo twapika mkate wa tambi wa maziwa. Watu wengi wamenitumia DM wauliza, kwani huo mkate wa tambi huwezi kupika wa maziwa? Leo twapika wa maziwa. Hapa natia natia mafuta, piri tablespoon ya mafuta uto, ngaacha apate moto. Sasa natia hizi tambi zangu vemise Leo mkate wa tambi wa maziwa vile nazi imekuwa na shida kupata, wengine hawapati nazi kabisa. Sasa wamenitumia so request kama anaweza kuonyesha kwa, kwa kupika mkate wa tambi wa maziwa, ndio huu sasa. Twapika tukaanga kwanza tambi zetu, unazikaanga mpaka zigeuke zi, zi, brown, alafu zikishabadilika rangi ndio unachunga mafuta yako Do, una chate, hiko, maziwa, tsukari, eliki, na naregesha tena katika jiko unaeka maziwa, sukari, iliki na vanila arukua vanila essence. A, wakaanga tambi zetu akazie browni, tuendelee na process aya. Maona tambi zetu zishakwa brown A, pika tambi zako mpaka zinakuwa brown hivi. Kama unataka zaidi ya hivi, unaacha zinapikika zaidi, unaacha zinakaangika zaidi. Naona zangu zishakuwa brown, sasa tazitia hapa kwa kichunga mafuta. Ona, tunazichunga mafuta aona, mafuta haya yametoka, tunazichunga mafuta na kisha mafuta, hai, Oona, mafuta, hai, Oona, mafuta hai, yote yametoka, tunaziregesha hapa. Unaona mafuta haya yametoka yote. Sasa tunaendelea tambi zetu bado kapatu moja ya maziwa maji, vanila kidogo ya kadamu iliki natia na sukari half cup, naona koroga Wapika mkate wa tambi wa maziwa nafungua, atia na blue band kidogo, lakini skiziache kavu, kwa maanake twaziingiza kwa oven ikauke kwa moto wa oven, ndio we mkate, yani ushikane. nyangu naipaka, naipaka mafuta sasa, na mimi naa tapeleka kwa oven kwa moto wa mia mbili, dakika kumi, kumi na tano itakuwa ishakuwa tayari. mkate wetu huo wa tambi wa maziwa, mwaona maona, maona kuso soft. Aya, mkate wetu huo wa tayari wa tambi, kiwa umekosa nazi, weza kapika mkate wako wa tambi na maziwa, namgoja tu kate. Aya, mkate wetu wakumwona nono so yan nono, mkate wetu wa tambi, mkate wa tambi wa maziwa So yani, kikosa nazi waweza kupika na maziwa.